Vipi kuhusu kazi, una mpango gani? Kwa jinsi ninavyohudumiwa vizuri, wala hata sina shida na kazi. Mimi ningeomba kwanza utafute kazi, maana hela za kupewa na watu huwa hazina uhakika wa kuzipata kila siku. We naye, hebu acha mawazo ya kimaskini bwana. Alafu nimekumbuka kitu hivi, nikitumia kile kibatari kumuita Mudi ili mambo yawe rahisi upande wangu, si inawezekana? Sidhani kama inawezekana kwa sababu kile kibatari ulipewa kwa ajili ya mume wako na sio Mudi. Ila kama unataka kufanya hivyo, ningekushauri umuulize kwanza babu, ili usije ukachanganya mambo. Mimi bado sijawa tayari kurudi kwake, hivyo tusimuulize chochote. Basi kama hutaki kuuliza, usichanganye watu wawili kwenye dawa moja ukaharibu. Maana yule babu ukiharibu masharti, ni mgumu sana kukusaidia tena. Mimi sidhani kama kumuita mara moja tu italeta shida kwa sababu mara ya mwisho babu aliniambia nikinuia chochote ninachotaka pale kwenye kibatari basi nitakipata. Alikuambia unuie chochote unachotaka kuhusu hisia yako. maana yeye ndio mwenye kibatari halafu umesema hutaki kumfanyia dawa yoyote Mudi, sasa mbona unataka kubadilika tena? Mimi nataka kumwita tu aje mwenyewe ili iwe rahisi kwangu kuliko kuanza kumpigia simu maana ataniona namshobokea. Yani, tu rafiki yangu, maji ukisha yavulia nguo ni sharti uyaoge. Hivyo na kusi, usije ukafanya hicho unachotaka kufanya bila kumshirikisha babu. Sawa, nimesikia. Ngoja mimi nirudi kwangu, nisubiri tuongozane, maana mimi pia nataka niende kazini. Mudi, inabidi tuharakishe mambo. Kwa nini tuharakishe, wakati ulikubaliana nikausha hadi Janet anifuate mwenyewe? Tatizo Janet anaenda resi sana, na sipojirekebisha ataribu yale maisha alionayo muda wowote kuanzia sasa. Ndio maana nataka uingie mchezoni mapema, ili tupate hicho kidogo tutakachoambulia. Kwa nini unasema hivyo? Yule dogo bado hajayajua maisha vizuri, yaani mimi ninamwelekeza cha kufanya yeye. Yeah, anajifanya mjuaji, yaani dawa za mganga zinampa kiburi bila kujua, kuna muda huwa hizo dawa zina expire na siku ziki expire ndo itakuwa mwisho wake wa kuinjoy na ule mwanaume. Ndiyo maana nataka na wewe uanze kazi ya haraka, ili tusije tukaambulia manyoya. Hapo sasa nimekuelewa. Basi ngoja mimi nikuache uendelee na kazi, usije ukafukuzwa. Muda wangu wa kazi umeshaisha, hapa nasubiri tu hela yangu niondoke. Kama muda wako wa kazi umeisha, basi tuendelee. Ehe, tunaanzia wapi? Inabidi leo uende nyumbani kwake pale ulipotupeleka juzi, ujifanye toka ulivyomwona huna raha, unaomba mrudiane tena. Unadhani atakubariki rahisi hivyo? yule tayari kasha iva na viungo kashatiwa, yani kabakiza chumvi kidogo tu ya kumkoleza. Sasa hapa Batuli unanipanga, mtu mwenyewe yule anajeuri kama nini, hebu siniponze nikaenda kwake nikaishia kufukuzwa kama mbwa. Niamini mimi leo talala kwa Janet. Na wewe utakuwa wapi leo? Mimi leo naenda Nungwi. Kuna mtu unamsubiria? Nipitie hapa. Unaenda Nungwi sasa hivi? Jamani, saa hizi si saa kumi na moja jioni? Basi poa, ngoja na mimi niingie kazini. <coughs> Shosti, nikuambie kitu mm. Janeti, unataka kuniambia nini alfajiri yote hii? Yaani mwenzio nna raha hadi usingizi umekata. Raha gani tena hizo? Jana nilivyorudi nyumbani jioni, si nikachukua kile kibatari, nikakiomba kimlete Mudi hata mara moja kwa hiari yake, niongee naye. Lakini Janeti, si nilikukataza usifanye hivyo? Naomba unisikilize kwanza, alafu tutalaumiana baadaye. Sawa, na kusikiliza basi. Baada ya kufanya vile, nikakaa hadi nikaanza kujutia. Mara nikashangaa ilipofika saa nne ya usiku simu yangu ikawa inaita, kupokea nasikia sauti ya mudi ananiambia yupo njia ya nyumba yangu. Basi nilipotoka tukaongea, we, cha ajabu nilipomfukuza akagoma kuondoka, kwa hiyo kabidi tu nilale naye. Sawa, umefanikisha kumpata huyo mudi wako. Vipi kama dawa zikakataa kwa Isiaka akazinduka, unadhani itakuwaje? hawezi kuzinduka bwana, na hata ikitokea akazinduka, naenda kwa babu haraka kumwambia arekebishe. Nilishakuambia yule babu hafanyi kazi na mtu asiyefuata maelekezo yake. Mbele ya pesa atafanya tu. Kwa taarifa yako, yule babu ana wateja wengi wenye hela zao. Kwanza kuna wanawake hapa mjini wameolewa na watu wa BOT, TRA na wengine wameolewa na mawaziri, na hao wote wanaenda kwa yule babu. Hivi unadhani wanamwaga shingapi huko hadi wewe umsumbue kichwa na hivyo visenti vyako? Basi naenda leo leo kupeleka vile vitu, akamalizie kazi yake ili isiaka, asifurukute kabisa. Na ukifika umwambie ulichokifanya. Nitamwambia. si unakuja, tuende wote. Mimi niko mbali kidogo, siwezi kuja leo, maana jana nilikuja kulala huku Nungwi. He, umepata danga la kizungu nini? Hamna bwana, ni mtu tu wa kawaida. Jamani, usinisahau na mimi kwenye raha zako Hamna hata cha maana, nilimsindikiza rafiki yangu kwa mtu wake, tukaishia kunywa tu siku nzima. Yaani hapa nina hangover hatari. Vipi kuhusu kazini? Nimeomba ruhusa kazini, nimewambia ninaumwa. Haya, ngoja nirudi kitandani kabla mudi hajaamka. Mimi sikatai, manangu Isiaka akipenda akapenda, lakini safari hii mbona anaenda kama gurudumu bovu lisilo na mwelekeo? Unajua nini shemeji, mimi nao tunashinda kumwelewa kijana wetu iyi. Yes, asichotaka ni uzinifu, ndio maana anataka haya mambo yaende haraka ili yes, akirudi ajue anarudi kwa mke wake. Hiyo siyo sababu shemeji, maana Isiaka lilumu kwenye uchumba na yule mke wake wa kwanza kwa muda wa miaka mitano. Hata yule binti wa kwanza wa Isiaka alizaliwa kabla ya wa wazazi wake hawajafunga ndoa na sisi ndo tulimlazimisha kufunga ndoa baada ya yule mwanamke kuzaa, japokuwa tulikuwa hatumtaki. Ila hata hivi, sielewi hata mwanangu akapatwa na nini hadi anang'ania kumwoa binti ambayo hamjui vizuri. Lakini yule mwanzo seli alichelewa kumwoa kwa sababu alikuwa anasoma. Kwa hiyo shule alimpeleka mwenyewe kwa hela zake na kusema wazi kuwa anataka mke wake asiwe akukaa nyumbani, na pia akadai kuwa anataka mke wake awe na kazi yake, ili hata chochote kikimtokea watoto wake wawe na mama wa kuwatunza na sio wa kuwalea tu. Inawezekana sasa hivi ataki msaidizi wa kuwatunza watoto wake, bali anataka tu mlezi wa watoto wake, kwa sababu sasa hivi kijana wetu ameshakuwa vizuri kiuchumi, tofauti na kipindi kile alivyokuwa anamuoa Imani. Bado mimi nakataa, kwa sababu mwanangu isi haka huwa yupo makini sana kuhakikisha kuwa mwanamke anataka kumuoa anakuwa vizuri kwenye dini na kiuchumi pia na baada ya mwanamke kukaa vizuri kwenye hizo sekta mbili ndio anakubali kumuoa. Lakini kwa huyo binti anataka kumuoa sasa hivi sioni akimsimamia kwa chochote. Yani akija na huyo binti hapa, kazi ya huyo binti ni kung'ang'aa tu macho na kuchezea simu. Wahenga walisema mapenzi ni upofu, na tujue huyo binti kampofuaje mwenetu. Lakini kama nilivyokwambia, mwanao anataka kama atapata huo muda wa kuja kuoa, basi atafute mwakilishi asimame kwenye ndoa yake, ili na yeye akija aje kwa mke wake. Miye sikubaliani na hilo kabisa, tutamsubiria hadi hiyo siku atakapopata nafasi ili aje afunge hiyo ndoa mwenyewe. Kwa hiyo, shemeji, unafurahia hivi mwanao anavyokuwa mzinzi? Mimi wala sifurahi, lakini subira ina mahala pake. Yeye akipata muda atakuja mwenyewe kuifunga hiyo ndoa yake, lakini swala la kuwakilishwa sitaki kulisikia. Sawa, nitajaribu kumwambia. Vipi wewe na dada huyo mwezi mchanga wala hanisumbui. We mwache kwanza, atatulia tu. Kwani ugomvi mkubwa haswa ni nini? Ugomvi mkubwa hapa ni huyo huyo Isihaka. Dada yako anachotaka ni kwamba Isihaka akioa mkewe asiingie kwenye ile nyumba, kwa sababu anadai ile nyumba ni wajukuu zake, na kama anavyojua hilo jambo Isihaka mwenyewe ndo anapaswa kulifanyia maamuzi na sio sisi. Sasa wewe umeingiaje kwenye huo ugomvi? Mimi kaniingiza kwenye ugomvi kwa sababu sitaki kumsapoti. Kwa kweli mimi siwezi kukubali mwanangu Isiaka na utu uzima wote ule alionao akaanza kukimbizana kwenye nyumba za kupanga, na wakati mjumba upo pale umefungwa. Nina uhakika hata kama huyu Isiaka yupo vizuri kiuchumi, hawezi kuoa na kununua nyumba haraka haraka ya kumwingiza huyo mke, kama hivyo ndivyo anavyotaka. Dada amekwambia, ana mpango gani na hiyo nyumba. Anadai hiyo nyumba ipangishwe, halafu kodi apewe yeye kwa ajili ya kuwatunza wajukuu zake. Ama kweli ulimwengu haukosi vituko! Hivi ina maana Isaka kashindwa kuwatunza watoto wake, hadi dada anang'ang'ania nyumba ipangisho ili achukue pesa ya kodi? Shangaa na wewe kaka yake, huyo dada yako atakuwa anataka hizo kodi ili akanowe vijiori na kwenda kufanya sifa tu kwenye masherehe ya watu. Maana hawa wanawake wetu wa Kizanzibari kwa kupenda kuonekana wana pesa.